Na mtazamaji naye, serikali kupitia wizara ya elimu imeombwa kuhakikisha mgao wa fedha za kufadhili masomo shuleni unatolewa kwa wakati, ili kuwawezesha walimu kutekeleza mipango na miradi ya shule ipasavyo. Wito huo umetolewa kwenye hafla ya kuwasaidia wanafunzi wa shule za msingi za Ishianin, Nyenyesi na Hungwani huko Mumias, kaunti ya Kakamega. mwisani Boniface Ngashira aliwapa wanafunzi madaftari huko, wasichana wakipewa sodo na leo hii tumetembea kwa shule karibu kumi. Na the problem is, tunaomba serikali capitation ambayo inakuja kwa shule isicheleweshe, ikuje mapema, ili ikiweze kusaidia mashule. Kwa hivyo, ombi langu ni kuhimiza serikali yetu kuu iendeleze ile ile manifesto yenye the late Emilio Mwai Kibaki alikuwa nayo ya kuhakikisha kwamba mtoto mnyonge anapata elimu yake. Ule mgao wenye tunaomba ifike pale shuleni, haifiki kwa watu ambao unafaa, na inafanya mwalimu ama walimu wengi hawawezi run shule kama hawana fedha. Sasa inabidi waanze kufukuza watoto warudi pale nyumbani na chama.